Hongela kwa nafasi nyingine tena tumeonana katika chaneli yetu nzuri ya usiteseke tena. Leo nina vitu kumi vya kusaidia kufahamu furaha na namna ya kuipata. Jambo la kwanza, furaha si zawadi inayopewa na mtu, ila ni matokeo ya juhudi zako binafsi kuitafuta. Jambo la pili, ukimsubiri mtu aje akupe furaha utazeeka ukiwa na huzuni. Furaha yako kamilifu ni matokeo ya juhudi zako mwenyewe. Hakuna mtu anayeweza kukupambania kikamilifu ili uimiliki kwa ukamilifu. Jambo la tatu, furaha ni mapambano, sio urithi. Hakuna mtu atakayepambana ili wewe uje uishi maisha ya furaha. Hapana, furaha sio kitu ya undugu, ni kitu cha mtu binafsi. Hakuna anayebeba furaha ya mwingine. Jambo la nne, hakuna mtu anayeweza kupigania furaha yako kikamilifu, hata wazazi wako hawatoshei kukamilisha furaha yako. Ukamilifu wa furaha yako ndani yako tu, wengine wote ni vichocheo. Hivyo usihuzunike unapoona kuna watu uliowategemea hawapambani ili ufikie furaha yako, hiyo ni kazi yako. Jambo la tano, furaha ni gali, ila huzuni ni ya bure kabisa. Haihitaji gharama yoyote kuumia au kuhuzunika, ila ni gharama kutoka kwenye huzuni na kuikamata furaha yako tena, kama ilivyo kwa magugu hayahitaji nguvu yoyote kuyapanda, yenyewe yanaota tu mvua ikinyesha. Vipi kuhusu mbegu njema? Zenyewe zinahitaji uzipande, usipopanda hazitaota. Jambo la sita, furaha ni sadaka ya maamuzi magumu. Wote unaowaona wana furaha, kuna vitu wameshaamua kuachana kuhachana navyo na kuvipuuza na kubeba vitu vya msingi vinavyowachochea kutunza furaha yao. Jambo la saba, usipomiliki furaha yako, maumivu yatakumiliki wewe. Maumivu yana kawaida ya kutawala na unapoweza kuyatawala tu, utaona furaha yako imetokea. Unapoona mtu ana furaha, ujue ameweza kukontrol huzuni, isimuendeshe. Jambo la nane, usitafute vitu, tafuta vitu vinavyozidisha furaha yako, yaani usitafute vitu tu ila tafuta vitu vinavyozidisha furaha yako. Sio kila kitu ni cha kukitafuta. Kuna vitu vinanyonya furaha yako. Ukiona chochote kinachonyonya furaha yako jifunze kukipuuza. Jambo la tisa, furaha yako ndiyo sumaku ya mafanikio yako. Furaha ni positive energy na inavuta vitu positive, mojawapo ni mafanikio kwenye kile unachokifanya. Jambo la kumi na la mwisho kwa leo, maisha ni ya kifahari na hayapatikani bila furaha. Yaani maisha ya kifahari hayatakupa furaha, ila furaha ndiyo itakayokupa maisha mazuri na yenye afya. Fanyia kazi haya na utaona furaha yako ikiwa na wewe bila ukomo. Naitwa Angela Kanine. Ukitaka kujifunza zaidi kuhusu furaha, soma kitabu chetu cha Furaha Yako Haitapotea Tena. Tucheki WhatsApp kwa simu nambari 0755302668. Asante na karibu tena.